Mimi niko poa mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. shoga yangu. Sijui mimi niko poa shoga yangu, ila mbona? Sasa sawa, shida nini shoga yangu? Yaachapa na matatizo, nimevurugwa bwana. Matatizo gani? Shida nini? Panipona. <laughs> dada moja anetwalela, anatembea nanaume wawili bila wao kujua, nandipolela akapata mimba kati ya wanaume wawili, da

naona mtoto anasumbua, nataka niende hospitali. Ah, una shida? elfu kumi na tano. Ah, usiwaze, mimi nitakutumia sasa hivi ukapima mtoto, wenyewe mdogo bado badoe. Hey, unanitumia. Nitumie kwenye namba hii hii ubalikio mme wangu. Basi sawa, elfu kumi na tano nitakutumia sasa hivi. Ana ulankata nikutumie. Usiwaze.

Mungu akijalia taitwa baba. Shoga yangu mwenye mimba ya kusingiziwa kashakubali kutuma hela, kashakubali mpigie huyo mwingine haya ngoja nimpigie huyo mwenye mimba. Ukweli kaka. Hata mimi hivi karibuni mke wangu ni mjamzito, yani tuseme inshallah tuseme inshallah. Kwa sababu wote mimi na yeye ni baba kijacho, ila kikubwa kuhudumia kuhudumia, muhimu ndugu yangu eh, yeah. Halo D, hey, eh halo, hey, mm, niambie mama mtu, nilikuwa naomba elfu kumi na tano hospitali ah, maana mtoto wako anasumbua. elfu kumi na tano Mi sielewi, mpenzi wangu, sielewi Yaani hapa wenyewe kazi zime yaani kazi ngumu, nikienda nikenda kazini, narudi vile kama nilivyoenda, narudi vile vile. Hey, au na kati ndo mwenye nyumba shoga ah, yangu. Sawa, kama ulivyosikia huyu ndo mwenye kiume atakuhudumia huyo. Sasa hivi achana naye, asa hivi tumgando, anahudumia mpaka utapoa. kaka, umeshelewa. Eh? Hmm? Uwe na vipi ndugu yangu? Na hizo nini kwani? Mbona kwa kama hizo kawaida. Nimetoka kuongea na mamtu wangu sasa hivi. Na na wewe sasa hivi umepigiwa na mamtu wako. Hivi imekaje kaje? Mamtu wako anaitwa nani? Mimi mamtu wangu anaitwa Leila. Vipi kibata? Sasa mimi mwenyewe mpaka mbona kavi naanza kushtuka shtuka. Kwa nini naye mamtu wako anaitwa nani? Mwenyewe mamtu wangu anaitwa Leila. Hmm. Hivi kwa namba yake inaisha mwisho ngapi? Namba mama mtu wangu mimi ambaye shemeji yako inaishia mwisho hamsini na moja. Wewe kwani we, we, ina, inaishia na ngapi mama mtu wako hii? Mimi mwenyewe mbona namba mama mzungu inaishia mwisho hamsini na moja, kwani imekaje? Oya, bila shaka kwaweza kwa, kwa demu wangu huyo? Haiwezekani, haiwezekani kila kitu kifanane. Haiwezekani jina, haiwezekani namba, ni wote tupige kwa mtu mmoja, kwa kitu hakiwezekani. Wewe za kwa, kwa demu wangu na mimba yangu. Oya, mimba yako mimba yangu na yule Leila? Huyo Leila na unayosemea wewe demu wangu mimi, uchumba tumeanza nao tangu kitambo, yaani yeye ni ndo mtu wangu. Uona ongea nini babu wewe, unasemaje? Mwanendo, mbona kama hivyo, wachukulia poa

sikia aami nitamuumiza huyo demu wangu mimi nimekamata chura nimeingia na igesi nimetia mimba kila mtu ana na gharamia kwa usi anapajua tunaondoa tunaenda kumuliza demu mimba nani so mimba nani na nani alikuwa na gharamia nani alikuwa na gharamia Mm. Mm. Mm. Mimba ya kusingiziwa, ya kusingiziwa dada mmoja ngetwalela anatembea na wanaume wawili bila wao kujua. Nandipo lela akapata mimba kati ya wanaume wawili, da kiukweli ni mimba ya kusingiziwa oh -oh -oh -oh. ya kusingiziwa, ya kusingiziwa, dada moja anetwa Leila anatembea na wanaume wawili bila wao kujua, na ndipo Leila akapata mimba kati ya wanaume wawili, da kiukweli ni mimba ya kusingiziwa, kiukweli ni mimba ya kusingiziwa.